Nakuja hapa kama nasikizwa na officers wawili Major General Mugerwa ya Uganda na Brigedia ya Mugisa ya Kongo. Uh, wanaotumika pamoja kwa siku nyingi, sasa tunakuja hapa witness ama kushuhudia isi immigration ya Uganda inarudisha kwa immigration ya Kongo askari wa Kongo waliojisalimisha toka huko sehemu wajambazi wana miliki nchi pande kidogo ya province ya kwetu wakaingia Uganda. Na tumefurahi kuona wale waskari walikuwa huko kama wanatunzwa vizuri, walikuwa kwa nchi ndugu na rafiki. Nashukuru sana kwa viongozi ya jeshi ya Uganda kwa kufanya kazi hiyo na kuwarudisha hapa Kongo leo. Asibu zitakuja kama kunakuwa kesi zingine kama hizo pande ya Kongo ama ya Uganda, lazima tuendelee kwa undugu na urafiki huu ndio maana tufazi